Kwa hiyo niwahakikishie ndugu zangu Waheshimiwa Wabunge kwamba serikali yetu inajitambua na inaelewa nafasi yake ni nini na nafasi ya sekta binafsi ni nini. Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho, tumeaswa vizuri tu hapa na Waheshimiwa Wabunge kwamba tuwe makini na wageni kuingia hapa kuja kumiliki uchumi wetu hili ni eneo ambalo limezungumzwa sana na tunalizingatia. Sasa niseme jambo moja. Mtu mmoja amesema hapo tujifunze kutoka nchi zingine, na nchi moja ya kujifunza ni China ambayo imepiga hatua kubwa sana katika miaka arobaini kuondoa watu wake kwenye umaskini kupitia viwanda. Lakini waligundua nini? Xi Jinping, rais wa Marekani wa China, samani Ameandika kitabu kinaitwa Kupambana na Kuondokana na Umasikini. Mle ndani ameandika mambo mengi, lakini anasema tujifunze mambo makubwa mawili. La na kwanza, anasema tusiogope wala kuona aibu kutumia mitaji na teknolojia kutoka nje ya nchi katika kuendeleza rasilimali zetu na hiyo ndio ilikuwa falsafa ya Deng Xiaoping ya kufungua China, opening up China huko nyuma. Walijifungia, nchi kubwa ina watu wengi, wakajifungia, wana rasilimali nyingi lakini wapo ndani ya umaskini. Deng Xiaoping miaka sabini akapema hapana, akaamua kuifungua China, akakaribisha wawekezaji kutoka dunia nzima wakajenga viwanda ndani ya China, ndiyo imewatoa kwenye umaskini wao. Kwa hiyo Xi Jinping anatuambia tusiogope wala kuona aibu kutumia mitaji na teknolojia kutoka nje ya nchi katika kuendeleza rasilimali za nchi. Kwa muhimu hapa, tukaribisha wawekezaji, lakini tuwe na sera nzuri, waje hapa tujenge viwanda. Hii ndio hoja ya msingi na ndio mwelekeo ambao sisi kama serikali tunao. La pili, Xi Jinping anasema hakuna jamii yoyote inaweza kuendelea yenyewe kwa kutegemea nguvu zetu pekee, lazima tufungue milango ya kiuchumi kutoka kwa wageni. Hili ndio eneo ambalo lazima tuwe nalo na ni siri kubwa sana ya ushindi wa China dhidi ya ubeberu duniani, lakini muhimu kwa sababu akishaweka kiwanda hapa atakipeleka wapi? Kitakwepo ndani ya nchi yetu kwa ndugu waheshimiwa wabunge wa, tunapokaribisha wawekezaji hapa haimaanishi kuwakandamiza Watanzania. Serikali yenu inatambua nafasi ya wa Watanzania. Nchi hii ni ya Watanzania, lazima wawe juu ya nchi yao na lazima wafaidike na matunda yote ya uwekezaji, kwa sababu hii ni nchi yao. Hilo jambo tunaenda kulizingatia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizie tena kwa kuwashukuru ni kushukuru mwenyewe pamoja na Mheshimiwa Spika kwa jinsi ambavyo mmesimamia uendeshaji wa hii bajeti yetu.